Elimu ya kuishi kwenye ndoa, siri ya furaha na ustawi wa pamoja. Ndoa ni shule isiyo na likizo. Kila siku ni darasa jipya, na kila changamoto ni somo la kujenga upendo, uvumilivu na hekima. Ili ndoa idumu na iwe yenye furaha, ni lazima wenzi wote wawili wajifunze kuishi kwa uelewa na upendo wa kweli. Hapa chini kuna elimu ya msingi ya kuishi kwenye ndoa yenye baraka. Moja. Weka Mungu kwanza. Ndoa bila Mungu ni kama nyumba bila msingi. Ombeni pamoja, msome neno la Mungu, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Basi Mungu alichokiunganisha, mwanadamu asikitenganishe, iliyotumwa katika Marko 10:9. Mungu akiwa kiini cha ndoa majaribu yanapokuja, hamtatetemeka, mtakumbuka kwamba ndoa yenu ina mwenyewe. Mbili 2. Mawasiliano ni uhai wa ndoa. Mume na mke lazima wazungumze. Msikilizane kwa makini, semeni ukweli kwa upendo, si kwa hasira. Ukiona jambo haliko sawa, liseme mapema, usilale na kinyongo. Ukikosa, omba msamaha; ukiumizwa, samehi. Iliyotumwa katika Mithali 15:1. Moja tatu. Upendo sio hisia, ni uamuzi. Upendo akweli, wa kweli sio wa maneno tu, ni matendo ya kila siku. Penda mwenzako hata anapokosea. Mpe heshima, jali hisia zake, naonesha upendo kwa vitendo iliyotumwa katika Wakorintho wa, wa kwanza 13:7. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Nne, msamaheane kila siku. Hakuna ndoa bila makosa. Msamaha ni kama mafuta kwenye injini ya gari, bila hayo, mapenzi hukauka. Ukijifunza kusamehe, moyo wako utakuwa na amani na upendo wenu utakuwa na nguvu. iliyotumwa katika Wakolosai 3:13, msameheane kama Mungu alivyo wasamehe nyinyi katika Kristo. Tano, heshimiane. Mume mpe heshima mke wake, mke pia amheshimu mume wake. Usimshushe mwenzako mbele ya watu. Heshima hujenga thamani ya ndoa, na inapotea, upendo nao upungua iliyotumwa katika Waefeso 5:33, mke amheshimu mume wake. Sita, elimishane na kukuza ndoto zenu. Saidiane kufikia malengo. Kama mke ana ndoto ya biashara, mume mpe sapoti. Kama mume ana lengo la maendeleo, mke awe bega kwa bega. Ndoa nzuri ni ushirika, sio ushindani. Saba, Epukani maneno makali na wivu uliopitiliza. Wivu ukizidi unaua amani, maneno makali huumiza moyo zaidi ya panga. Jifunze kutuliza hasira na kuongea kwa hekima, iliyotumwa katika Wafilipi mbili nne, tazamani kila mtu si faida yake mwenyewe, bali faida ya wengine. Nane, shirikiane kila kitu shirikiana, kula, kufanya kazi, kuomba, kucheka, hata kupanga bajeti. Ndoa ni ushirika wa roho mbili zinazokubaliana kupita changamoto pamoja. Usimuache mwenzako wabebe mzigo peke yake. Tisa, linda siri za ndoa. Sio kila tatizo liende kwa majirani au mitandaoni. Siri ya ndoa ni heshima yenu. Ukilalamika nje Unaipa dunia nafasi ya kuvunja amani yenu. Kumi, jifunze kila siku kuanzisha upya. Kila siku ni nafasi mpya ya kupenda zaidi, kuelewana zaidi na kuishi vizuri. Ukikosea leo, kesho iwe siku ya kujenga upya. Upendo wa kweli hauishi bali unajirekebisha. Hitimisho.